Katika mwendelezo wetu wa mafunzo ya Financial Freedom Academy. E, leo tunaomba tuwe na topic namba tano ambayo itazungumzia guide to financial freedom ambayo sana sana tutaelekezana tuta kuhusu cash flow quadrants. Cash flow quadrants ambayo tunasema ni njia nne ambazo zinatumika kwa ajili ya kuingiza pesa mifukoni mwa watu. E, lakini pia tutambue ya kwamba bado tunazungumzia vile ambavyo, e, somo la fedha ni miongoni mwa masomo ya muhimu sana lakini hajai kufundishwa katika, katika traditional schools ambayo tumezizoea, lakini pia imeleta changamoto kubwa sana katika watu kufikia uhuru wao wa kifedha. Hii ni kwa sababu kuna siri nyingi ambazo zimefichwa ndani ya elimu hii ndani ya, ya, ya fedha. Kwa leo ningeomba kutoa ufafanuzi ama kujua siri ambazo light ungezijua mapema, basi ungeweza kubadilisha safari yako ya, ya, ya kifedha. Lakini leo hii nipo tayapa kukuelekeza hizi siri ambazo ulitakiwa kuzijua, lakini kwa kuwa hukuzijua basi zimefanya matokeo ulionayo leo ndio yamesababishwa na kutuzifahamu hizi siri ambazo unaenda kuzielekeza hapa mbele. Lakini kumbuka kubonyeza alama ya kengele katika video yetu, ili kuendelea kupata update mbali mbalimbali na usiweze kupitwa na masomo yetu. Eh, mwandishi wa vitabu vya ambaye pia ndio mwalimu wa fedha duniani anaitwa Robert Kiyosaki amejaribu kufafanua kiurahisi zaidi katika kitabu chake cha Cashflow Quadrant Guide to Financial Freedom. Alikuwa anajaribu kuelezea njia nne ambazo zinatumika kwa ajili ya kuingiza pesa mfukoni. E, njia ya namba moja, wamesema ni njia ya, ya employment, employee, kwamba tayari umeshamaliza shule una professional nzuri umefanikiwa kupata ajira. Sasa njia yako kupata pesa ya kwanza itakuwa ni njia ya kuajiriwa ambayo utapata pesa kwa njia ya mshahara, aidha kwa wiki, kwa mwezi, ama kwa kipindi ambacho umekubaliana na bosi wako. Hiyo ni njia ya kwanza ya, ya, ya kupata pesa e, njia ya pili ya kupata pesa ni self employed kwamba umefanikiwa kumaliza shule, hujafanikiwa kuajiriwa au hujafanikiwa kwenda shuleni, hivyo basi umeamua kujitafuta mwenyewe kama self employed. Hapo unatengeneza kazi yako mwenyewe au tunaita ni specialized specialized job hapo nakutana na madokta wanafungua hospitali zao, wana sheria, wanafungua ofisi zao zikiwa na sheria. Hapo nakuta ni watu ambao wana professional, ni watu ambao wanajikubali wenyewe. Hiyo ni njia ya pili. Hapo utapata pesa kwa kutumika we mwenyewe nguvu zako, lakini njia ya tatu ya kupata pesa ni business owners, kwamba wewe huja wewe tayari umekuwa ni miliki wa biashara, business owners ni mtu ambaye ni miliki wa biashara ambaye anaweza kawa na miliki system ya biashara, lakini pia ana, ana, ana, ana watu ambao wanafanya kazi kwenye system hiyo, ni njia ya ya, ya, ya, ya, nne, ya, up, ya tatu ya upataji wa pesa. Njia ya nne tunasema ni investors. Investors ni mtu ambaye tayari ameshafikia level kubwa ya kibiashara biashara biashara yake ambaye ni ameshazalisha ya faida, hivyo ameweza kufungua, amekuwa ni mwekezaji mkubwa Hasa leo naomba ujue siri ambazo ulikuwa uzifahamu. Siri namba moja ambayo ulikuwa uifahamu kwenye huu elimu ya fedha ni kwamba endapo ukiwa upande wa, wa E na wa S, yani ukiwa umeajiriwa ama ukiwa umejiajiri mwenyewe, asilimia mia moja ya upatikanaji wa pesa ni nguvu zako mwenyewe. Ukiwa upande wa E na wa S asilimia mia moja ya upatikanaji wa pesa ni nguvu zako mwenyewe alafu asilimia moja tu ni ile kazi ambayo unaifanya, kumana kwa maana kwa lugha rahisi, endapo nguvu zako zitapungua kwenye upande wa I na S, basi na pesa zenyewe zinapungua hivyo hivyo. Sasa tujiulize maswali kadri humu unavyozidi kuongezeka, je, nguvu zinaongezeka ama nguvu zinakupungua? Kama nguvu zinapungua, kujua kwamba na pesa zitapungua vilevile, kwa sababu zinakutegemea wewe uwepo asilimia mia moja. Lakini pia ukiwa upande wa I na wa S endapo tata changamoto labda ya kiafya umesafiri, au umefanya shughuli yoyote ambayo hautakuwepo ofisini, basi ujue na pesa hautapata. Mfano mmoja tunasema mtu ambaye amejiajiri kwa vile, tuseme mantilie, muuza machapati, endapo wataumwa, basi na chapati zake zitakuwa zimeumwa. Endapo atafiwa, basi na chapati zake zitakuwa zimefiwa, kwa maana ya kwamba hataweza kuingiza pesa asipokuepo kazini. Kwa hiyo ni siri ya kwanza ya upande wa hii uh, na S kwamba asilimia mia moja ni nguvu zako mwenyewe, lakini ukienda upande wa B na I big na investors huko, tunasema asilimia moja ni nguvu zako mwenyewe alafu asilimia mia moja ni watu wengine. Kwa lugha rahisi, ukiwa upande wa B na I ili upatikanaji wako wa pesa we unahitajika tu asilimia mia moja na asilimia mia moja ni watu wengine. Kwa lugha rahisi, hata kama ukiumwa, basi bado utaendelea kupata pesa hata kama utazeeka bado utaendelea kupata pesa, kwa sababu uwepo wako pale ni mdogo sana na kulinganisha na upande wa E na S. Hata kama hautakuwepo duniani, lakini bado ukiwa umejenga biashara upande wa B na I, bado utaendelea kupata pesa. Ndio maana tunasema aliyejenga biashara upande wa B na I, pesa zinaingia automatically, aweza anafanya kazi ama hafanyi kazi. Hiyo ni siri namba moja ya nguvu kazi, lakini siri namba mbili ambao watu walikuwa wajui ni ishu ya kodi ukiwa upande wa hii kwa mfano, wewe ni mwajiriwa basi unalipa kodi asilimia arobaini serikalini kwamba kwamba unavyoenda kuchukua mshahara wako kuna pesa ambayo ugenarudi kwenye government kama kodi, kabla yao ujaingiza pesa zako hizo, tunasema ni asilimia arobaini. Hiyo ni hizo ni asilimia arobaini ambazo mfanya kazi wote duniani wanalipa kodi kwenye serikali. Lakini kwa mtu ambaye eh, amesema yeye eh, hataki kuajiriwa, anaenda kujiajiri mwenyewe kwa sababu anajikubali ambaye eh, anaenda kwenye self employed ama self job, ama specialized business, tunasema huyu analipa kodi asilimia sitini ukifuatilia wafanyabiashara wengi wadogo wadogo ukikuta biashara zao hazikui, sio kwamba kwa sababu hawa sio kwamba kwa sababu hawapendi biashara zikue, ni kwa sababu wanalipa kodi kubwa kuliko kipato wanachokiingiza ki. Kwa hiyo hiyo ni, ni kwenye self employed analipa kodi asilimia sitini. Lakini ukienda kwenye business owners, miliki ya biashara, miliki ya biashara, yeye analipa kodi asilimia, asilimia ishirini asilimia ishirini miliki ya biashara inanipa kodi asilimia ishirini, lakini ukienda kwenye investors, investors inanipa kodi asilimia ziro kabisa. Kwa hiyo ishu ya kodi pia ni, ni siri kwamba upande wa ina waesi tunajua ni upande ambao watu ambao wanastruggle kifedha wanafanya kazi ngumu, lakini ndio upande ambao ni high tax paid, ni upande ambao wanalipa kodi kubwa. Lakini upande wa bina ah, tunaamini kwamba ni upande ambao watu wenye pesa, lakini tunaona kwamba ni watu ambao wanalipa kodi kidogo sana. Na hii ni kwa sababu gani? Ndio siri ya, ya tatu ipo kwenye ishu, inatokana na ishu ya kodi. Kwa nini wao wanapande wa ina wa esi wanalipa kodi kubwa kuliko wa bina ah? Siri namba tatu ni kwamba ambao wako upande wa ina wa esi hawa tunaita ni, ni, ni consumers. Hawa ni watumiaji wa pesa. Wanatamani wapeta pesa kufanya kazi ni, ni consumers. Wanatamani waajiriwe walipwe mshahara. Hawa ni consumers. Wanatamani wajenge ufungue duka dogo tu ili wapate pesa. Hawa tunasema ni consumers. Ni, ni wat, ni watumiaji wa pesa. Hiyo ni C namba tatu, kwamba i na i, a na s wanaitwa consumers. Lakini ukienda kwenye B na I, B na I wanaitwa producer. Hawa ni watu ambao wameweza kuproduce ajira. Hawa ni watu ambao wameajiri wame vijana wengi hao ni watu ambao wametengeneza kazi, sio watu ambao wanatafuta kazi kwa kama amechukua nafasi ya kuwa producer, basi serikali yenyewe inasema, basi kwa kuwa wewe ni producer umeweza kuajiri vijana wengi, basi tunakupunguzia makato kwenye, kwenye kodi. Kwa hiyo unakuta upande wa B na A ni watu ambao wana wanaajiri vijana wengi wanaokuwa hata ukosefu wa ajira, lakini tukumbuke kama B na I ni, ni producer, umeweza kuajiri vijana kwao utagundua kwamba hii mtu wanaitwa producer lakini si namba nne, si namba nne ambayo hatuifahamu, ya kwamba iina esi ni watu ambao waga wanafanya kazi kwa ajili ya pesa, wanaweki fomane. Iina esi ni watu ambao wanaweki fomane kila siku, ni watu ambao wanapambana kwa ajili ya kuitafuta pesa, wafanya kazi kila siku, wanaingia ofisini, wanasaini, wanafanya kazi mwezi mzima, baada ya hapo wanakuja kulipwa mshahara hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, self employed au self job, kila siku wanaenda ofisini kwao, wanafanya biashara, wanauza, wanalima, lakini mwisho wa siku wanakuja kupata kipato. Kwa hiyo hawa tunasema ni wanafanya kazi kwa ajili ya kuitumikia pesa kila siku, lakini ukienda kwenye upande wa B na I, hawa tunasema ni money work for them. Hawa ni watu ambao pesa zinafanya kazi kwa ajili yao, whether wanafanya kazi au hawafanyi kazi. B na I ni watu ambao uwepo wao wasipokuwepo lakini bado wanaingiza pesa automatically. Ni watu ambao wana mifumo ambayo ambayo wana mifumo ambayo pesa inafanya kazi kwa ajili yao whether wameweki ama hawajaweki. Hiyo ni siri nyingine kwamba bina ina esi wenyewe ni wanafanya kazi kwa ajili kutafuta pesa, bina i wenyewe ni pesa zinawafanyia kazi kwa ajili yao, ni money work for. Inamaanisha kwamba rich people they don't work for money, they work, they make their money to work for them. Kwa hiyo hata kama wewe mwenyewe unataka kufanikiwa, lazima uhakikishe kwamba money inakufanyia kazi wewe, pesa inakufanyia kazi wewe. Lakini si lingine ni kwamba si, namba tano hii, na esi ni watu ambao wanafanya kazi kwenye system hii, na esi ni watu ambao wame specialized kufanya kazi kwenye system zilizotengenezwa. Ina esi ni watu ambao wameweza kuspecialized kufanya kazi kwenye system ambazo zimetengenezwa na watu, ndio maana kazi kubwa ya ina esi ni kutafuta ajira. Mtu ameshamaliza anatafuta ajira ili ajiriwe Ee small business, yeye anatafuta afungue biashara gani ili aweze kupata pesa. Kwa ni watu ambao wanafanya kazi kwenye system ambazo zi tayari zimeshatengenezwa. Kwa mfano ukienda kwenye issue ya self employed. Self employed anafanya kazi kwenye system ya nani? Mtu amefungua duka labda, anauza duka la vyakula kuna sabuni mle, kuna vyakula kuna ngano, kuna aina mbalimbali ya bidhaa mle. Zile bidhaa anakuta yeye hazizalishi yeye yeah, hazizalishi yeye ni muuzaji tu. Kwa hiyo unakuta anaezalisha zile bidhaa ndio producer. Kwa hiyo unakuta yeye pale yupo kwenye jili ya kuoperate system ya fulani iendelee kuleta faida, hali yake anatumia muda wake pale. Lakini ukienda kwenye B na ai, B na ai ni watu ambao wanatengeneza system, wana make the system, wana make na system. Na topic inayofuata tutajua tutajua tu system ziko aina ngapi za za wawekezaji. Kwa hiyo hii B na ai ni watu ambao wanatengeneza system wanatengeneza system ambazo zitatengeneza ajira kwa ajili ya watu ambao ni E na esi. Hiyo ni, ni siri nyingine, lakini siri nyingine ni, ni ishu ya ishu ya kanuni za pesa, kwa sababu ya ukosefu wa financial education. Ukikaa na watu ambao wapo upande wa E na wa esi, utagundua wanazungumza kwamba ili uende kujenga biashara kwenye upande wa B na I ni lazima uwe na, na pesa nyingi uwe na connection kubwa, uwe na mtaji mkubwa, ndivyo ambavyo unaanza kujenga biashara upande wa B na, na I. Lakini kwa sababu ya hiyo tu, hiyo ni kwa sababu ya ukosefu wa, wa financial education. Kwa hiyo tunajigundua kwamba tunafikiri labda kuhama upande wa wa E kwenda upande wa B na I, labda ni ushi na, na capital kubwa ama connection lakini kumbe kuna asili nyingine ya sita ambayo upande wa B na I ni watu ambao hawana pesa kabisa, ni watu ambao wanaanzia chini, ila wanakutumia hii kanuni ya pesa ambazo inaitwa kanuni ya kwanza kabisa. Zipo kanuni kubwa mbili, kanuni ya kwanza inaitwa OPM. OPM ni other people money. OPM ni other people man. Matajiri wote ambao wamefanikiwa upande wa B na I, moja ni watu ambao kwanza hawajasoma, hawana elimu walio wengi hawana elimu ya kuajiriwa na hawalianzia from nothing, walianzia chini kabisa. Mfano ukimsoma tajiri wa namba namba moja Kenya na China na Jack Ma ukisoma watajiri wengine Bill Gates ni matajiri ambao hawana elimu ya kuajiriwa, ila kanuni ya kwanza tajiri kama Thomas Edison mwanzishi wa hizi balbu, kanuni ya kwanza wanaoitumia ni OPM, ni other people money. Matajiri wa upande wa B na ai wenyewe cha kwanza wanakuwa na ideas ya biashara, wanasoma system, wanakuwa na wanapata ideas ya biashara, hasa kanuni ya kwanza ambayo no inatumia ni OPM. OPM ni other people money. Hii OPM iko vipi? Mtu ambaye ameajiriwa, pesa zake nyingi anazipeleka benki ama kwa sababu ana fear ya kupoteza pesa, tunasema tuna struggle for job security, anavyopata pesa yeye haya, anakimbilia kuipeleka, kuipeleka benki ili angalau baada ya muda fulani aweze kutimiza malengo yake, lakini huyu mtu wa B na I yeye, kwa kuwa hana fedha ila ana ideas ya kutengeneza pesa, yeye anaenda kwa mlango wa nyuma wa benki kwamba naomba ile pesa ambayo Juma alileta hapa mimi nikawezalisha, alafu nitalipa kidogo kidogo, kwa anajikuta mpande wa B na I anatumia pesa ya Juma leo aloweka benki halafu yeye anaenda kutengeneza faida anarudisha kidogo kidogo, hapo anakuwa ametumia hela ya, ya Juma ambaye ni mwajiriwa, ambayo tunasema ni OPM ya Juma, ni pesa ya Juma. Lakini huyu self-employed, self-employed yeye yeye ukimwangalia, kwa sababu hatuna elimu ya, ya fedha, anakwambia mimi sijaajiriwa mimi nimejiajiri mwenyewe lakini kitu ambacho kipo nyuma ya self employed ni kwamba self employed ni waajiriwa kama ambavyo waajiriwa, ambao ambao upande wa employment, lakini waajiri wao ni watofauti. Moja, kazi alionayo kwanza ni, ni, ni, ni bosi wake namba moja, kwa sababu usipofungua duka lolote huwezi ukapata fedha, usipofungua hilo duka lako huwezi ukapata pesa. Kwa hiyo ili ulipo na hilo duka lazima ufungue kila siku, huo ni bosi wa kwanza. Lakini bosi wa pili, unakuta huyu mtu anazalisha bidhaa, anauza bidhaa mbalimbali, sabuni dawa za mswaki, soda mbalimbali, ana bidhaa ambazo anaziuza, lakini kiuhalisia hizi bidhaa hazalishi yeye. Hizi bidhaa kuna producer anayozalisha, hasa kama kuna producer anayezalisha, kama kuna producer anayezalisha, utajikuta yeye sasa, anavyoishiwa zile bidhaa zake, anaenda kuzichukua kwa bei ya jumla kwa producer, ambaye ndio mzalishaji kwenye bina nai. Yeye anakuja kuuza reja reja. Kwa maana yake nini sasa? Yeye anapata faida ndogo kuliko yule ambaye ni producer. Kwa hiyo anajikuta anatumia pesa yake kwa ajili ya kumfanya producer endelee kuendelea kutajirika. Ndiyo maana nakwambia producer anakuwa rich zaidi kutumia pesa za employee na pesa za self-employed. Kwa hiyo unakuta self-employed anakuwa na bidhaa nyingi ambazo hazalishi yeye. Kwa hiyo hiyo ni kanuni namba moja ambayo inatumika na upande wa B na I. Wanaanza from nothing, wanakuwa tu na ideas ya pesa lakini wanaanza chini kabisa kanuni nyingine inayotumika upande wa B na I inaitwa OPT. OPT ni kifupi cha other people time. OPT ni kanuni namba mbili ambayo inatumiwa na upande wa business owners pamoja na upande wa investors. Kwa sababu gani? Upande wa I na S ni watu ambao kwanza wana elimu lakini hawana pesa, ila wana elimu na wana muda. Wameshatumia muda mrefu kusoma, wamemaliza, hawana hawana elimu hawana muda, ile wanakuwa wana elimu, lakini upande wa bina ai ni watu ambao hawana elimu za kufanya biashara, hawana elimu za kuendesha makampuni na hawana muda, ile wanakuwa wameshatenza pesa kwao. Wanachokifanya upande wa wa, wa bina ai wanabadilishana muda na upande wa, wa, wa ina esi. Kivipi? bina ai wenyewe wanakupa mkataba, wakaambia bwana, we njo tufanye kazi, nitakuajiri, hapo utaingia saa mbili utaingia saa mbili asubuhi utatoka saa kumi na mbili jioni. baada ya mwisho wa mwezi na kulipa mshahara ko tajukunda. Upande wa e na as ni watu ambao wanauza muda wao kwa bei ndogo sana. Muda huo unafanya kazini mm -hmm. bosi wako yuko anakula bata sehemu mbalimbali ya lifestyle koo. ni OPT, ni other people time. Mabosi una matajiri wako bizi sana, hawana muda ila maskini wanakuta na muda kwao. Bosi anakuajiri anakupa mkataba, unaingia kazini asubuhi, unatoka saa 12 jioni. Akishakuacha saa 12 jioni hauwezi ukaenda kufanya shughuli zako za uzalishaji, sababu tayari ni usiku, ko utaenda kulala. Kesho asubuhi inabidi ukasaini ofisini kwake. Kwa, yo anatumia muda mda, mda wako wenyewe, anazidi kufanikiwa. Hiyo inaitwa ni OPT, other people time. So, utagundua hizi kanuni mbili OPM na OPT ndio kanuni kubwa ambazo natumia upande wa B na I. Maana yake ni kwamba upande wa E na wa S wenyewe unaitwa ni OP ni other people's, upande wa E na wa S wanaitwa ni OP ni other people's. Maana ya kwamba upande wa E na wa S kila siku wanafanya kazi kwa ajili ya kuwatengenezea malengo watu wa B na I. Ndio maana ukuta mtu ana struggle, ana weki hadi kila siku, anajinyima kula, anafanya shughuli zana. Yaani unakuta anajitumu lakini unakuta bado ana struggle kwa financial kwa sababu yeye ni opinion other people's. Swali ambalo nataka ujiulize ni kwamba je, wewe upo upande wa E na wa S, upande wa kushoto ama unatafuta pesa upo kwenye upande wa B na I? Na je, kati ya upande wa E na wa S na upande wa B na I, upande upi ambao ni sahihi ya wewe kuwepo? Ukishajua hayo basi utajua kwamba mwanzo wako wa financial education unakuwa unaanzishwa vipi. Kuna msomi mmoja alisema hivi, mwandishi wa kitabu cha Millionaire Mind, kwamba matunda matokeo ya fedha ulizonazo ni matunda ya mizizi uliyoitengeneza. Matokeo ya pesa ulizonazo leo ni, ma, ni matokeo hayo ni matunda ya mizizi uliyoitengeneza huko nyuma, kwa maana ya kwamba matokeo tulionayo ya kifedha leo hii yanasababishwa na sababu ambazo tumewahi kuzifanya, na sababu miongoni mwa sababu ni kukaa upande wa E na S, ambao kumbe ni tunawatumikia watu upande wa B na I. Tunakuwa na elimu ambayo kumbe ilitengenezwa na wajanja kwa ajili ya kufanya wengine waweze kufanikiwa. Kwa hiyo ili tuweze ku kubadilisha tulicho nacho ili tuweze kuwa watu wakubwa, lazima cha kwanza tubadilishe kanuni za utengenezaji wa kanuni za utafutaji wa pesa, kanuni za kufikiria. Lazima tu change causes, tusijiache na ethics, tuachi na ethic. Kuna kanuni moja inaitwa to the law of cause and effect. Nakwambia success is not by accident, failure is not by accident, everything happens for reasons kwamba mafanikio sio kwa bahati, sio kwa ajali. Kufeli pia sio kwa ajali. Kila kitu kinatokea kwa sababu maalum. Sasa matokeo ya fedha tulizo nazo ni effect. Sasa hatutaki kuendelea kungana na effect, lazima to change the causes. Once tutakuwa tumebadilisha causes, ndicho ambacho tutaweza kusababisha matokeo. Matokeo yanakuja automatically. Kumbe cha kubadilisha ni causes. Matokeo yatakuja automatically. Mfano, mtu ambaye anapanda mahindi automatically tu lazima atakuja kuvuna mahindi. Mtu ambaye anapanda maharagi automatically lazima atakuja kuvuna maharagi. Mtu ambaye anapanda parachichi automatically lazima atakuja kuvuna parachichi. Kwa kimba chukumbe, cha kubadilisha ni causes Sababu zinazotufanya tu tufeli, sababu tufanye tufaulu, na principle ni rahisi tu. If you want to be a success, lazima ufanye vitu ambavyo waliofanikiwa wamevifanya, na waliofanikiwa wote wapo upande wa B na I. Watu wa hizo siri ambazo nimewaambia wanazitumia wapo upande wa B na I. Kwa hiyo endelea kufuatilia mafunzo yetu, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata video zetu mbalimbali. Tunasema maarifa ni elimu nyingine, ni aina nyingine ya pesa, knowledge is a new money ukanavyokosa maarifa utakaa sehemu ambayo huwezi ukajua kwamba uko sahihi ama ama hauko sahihi. Lakini endapo utakuwa umepata maarifa, basi utakuwa unaweza ku, ku, kunyambua kutatavua kwamba which is wrong and which, which is right. Lakini naomba nikuambia kwamba elimu elimu ya elimu ya traditional education ilitufundisha tu kukaa upande wa E na S. Ndio maana elimu ya B na I watu haifahamu. Leo hii watu wanaanzisha biashara zinakufa, watu wanaanzisha makampuni yanakufa. Kwa sababu gani? Hawakuandaliwa kukaa upande wa E B na I, waliandaliwa kukaa upande wa E na S, na elimu zinazohitajika ziko tofauti. E na S ni elimu tofauti, B na I ni elimu tofauti. Yaani kwa lugha rahisi, huwezi ukatumia the law of flotation kuendesha ndege, haiwezekani. Huwezi ukatumia the law of flotation kuendesha ndege, haiwezekani. Lazima utumie kanuni za upande wa bi na ai, na sio kanuni za i na s. Born to win, see you at the top. Endelea.